Ok, sawa STL Media Tanzania, mi nitanaas, asante pia kwa time yako, asante pia kwa kusubscribe, kushare pia na kulike. Tunazungumza mambo kadhaa katika, tuongee katika siku hii ya leo. Mi nataka ni kuite bana, uh, we ambaye pia una sim janja. Time hii yapana, uko na sim janja yako. Mi nataka nizungumze nawe mambo kadhaa kuhusiana na social media au mitandao ya kijamii. Uh, ulishai kuwaza ya kwamba kwanza, bifua tujawaza hivyo. Tukumbuke kwamba uh, moja kati ya social media ambazo sasa hivi zina- zina trend, upase kuzijua upase kuzijua kwamba kuna Facebook, ambapo ikitokea kitambo ina trend kuna X ambayo ilikuwa ni Twitter, na kuna uh, Instagram pamoja pia na TikTok, ambao uh, uh, pia asilimia kubwa pia ya watu waloko kule, kila mtu iko kwa ajili ya, ya business zake. Yn nikisema kila mtu ajili ya mesha zake kule ndani ya um, social media hizo, ambapo kuna wengine wanatumia kwa ajili ya kuwekai zao kule, kama ni wasanii au kama ni watu wengine, au kuna wengine wanatumia kama biashara Umeshanaelewa, kuna wengine pia wanatumia just for fun and stuff like that. Misijaa, kwa upande wako unatumia social media kwa, kwa njia ipi? Nikupe tips kadhaa, kwamba ushai kuwaza kwamba ukiwa na mitandao yako ya kijamii una uwezo pia kuingiza mtonyo. Umeshanaelewa, kwa mfano kama tukizungumzia Instagram una uh, uh, uwezo wa kuingiza pia fedha kwa ajili ya kufanya matangazo au kwa ajili ya kuposti vitu ambavyo vina mantiki na ukalipwa pia vizuri. Tukizungumzia pia TikTok pia, kule ukika content ambazo ziko na uh, quality nzuri pia kule unaweza pia kuingiza fedha pia mule. Facebook pia tusau pia na kuna YouTube pia, so kwa pia ambaye mwisho siku una uwezo kuunga bando la kutosha, and then mwisho wa siku unaenda una una post memes. So kwamba ni kitu kibaya kuenjoy kwa sababu mwisho siku bando ni la kwako, lakini pia kuna plan B yake kwamba uenda labda hauna job au una permanent job lakini una simu una yako una social media na ziko active, unaweza pia kutumia hizo fursa kwa ajili ya kuingiza mtonyo na ukapiga hatua moja kuenda hatua nyingine maze. Social media pia inaweza kukufanya uh, uko active au okay. So, uh, uh, kitu cha muhimu katika social media uishi nayo hiyo siku zote, kae ukijua hiyo kitu, kaa hiyo yu kwamba una uwezo tu wa kuishi freshi na ukatumia mitandao kwa kijamii katika kuingiza maslahi yako binafsi pia ambayo itakupa hatua kwenda hatua nyingine. Usiwe mlevi pia wa mitandao ya kijamii ile sana, kama auna ishu za muhimu ushasiko kustay pia kule. So ni kitu poa sana, umeshaelewa. kama hauna laba business, na social media kila wakati aina ya kuchili kule, kuna kishi zingine pia za kufanya, lakini mimi nazungumza na ule ambaye yuko active muda wote laba na ana access laba internet muda wote. Una uwezo kutumia social media kwa ajili ya kufanya vitu ambavyo ni positive. Posti matangazo ya biashara. Posti uh, uh, business za watu wengine, mshanaelewa bana, fursa ziko nyingi nyingi, unaweza kuzitumia pia mwele, si ndio bana? Mimi ni to presenter_ig, tumezungumza mambo kadhaa kuhusiana na social media ama mitandao ya kijamii, tukutane pia kwenye mitandao ya kijamii minatumia kama presenter, presenter underscore IG. STL Media Tanzania, until next time, usiache kushare, kusubscribe na kulike. Cheers.